Ukame wa mara kwa mara na baa la njaa ambalo huwafikia wafugaji na wakazi kaskazini mwa nchi umewachochea baadhi ya wafugaji katika mji wa mpakani wa Moyale kugeukia kilimo ili kuzalisha mboga na matunda. Kilimo hiki kinaziba pengo lililoachwa na mifugo wanaokufa wakati wa ukame. Mwanahabari wetu Boniface Barasa alizuru eneo la Moyale na hii hapa taarifa yake. Mita 800 kutoka mpakani Moyale mwa taifa la Kenya na Ethiopia ni mashamba ya Mansile kaunti ya Marsabit. Wafugaji waliogeukia kilimo wanakata jasho waking'oa wa magugu, wenzao wakiendelea na shughuli za unyunyuziaji maji mimea shambani. Mwaka tatu iliyopita hatuna ma, ma, mashamba kama haya asaba tulianza mbele, tulikuwa na mfugo mfugo, ee, Jilali ikakuja mfugo yote ikaisha, tukabaki maskini. Maisha inaendelea, chakula imepatikana kwa wingi hapa hapa. Karibu mbeleni, watu wana wanakuanga na malnutrition. Sasa asubuhi, kila asubuhi, wamama wana flock kwa hii shamba yangu, nikaauzia mpaka maisha ya area mzima ikabadilika. Wafugaji hawa wamepanda mboga, nyanya, matunda na miwa kiasi kwamba unapozuru mashamba haya utashangazwa na kunawiri kwa mimea na huenda ukadhania haupo katika maeneo kame. Mimi tangu nimemaliza shule sijawahi nini kula, sijawahi onja utamu utamu hiyo. Kalamu yangu nimekuja nime kufanya shamba, mimi nasomesha watoto na na mboga na nimenunua nime, nime, mifuko nime, nime, mingi tangu tulianza hii kazi tunasaidika deo, tunasaidia wananchi wa hapa na tuna supply Moyale na hata sisi tunapata mapato, tunapata food security. Alafu sisi pia tunafaidika, tunapata pesa na tunawalipia watoto wa school fees. Juhudi hizo zinapoendeshwa, wafugaji wametakiwa kukumbatia kilimo kama njia mojawapo ya kuhakikisha utoshelevu wa chakula. Please we are saying that uh, take the advantage of doing the farming Kilimo hiki cha unyunyiziaji maji mashamba kinaendeshwa katika kikari tano kwa sasa. Juhudi za wafugaji hawa zinapoelekezwa katika kulemaza makali ya njaa, ni wazi kwamba maeneo kame nchini yana uwezo mkubwa wa kuafikia utoshelevu wa chakula endapo mikakati kabambe itatekelezwa. Boniface Barasa, Runinga Citizen, mashamba ya Mansile Moyale, mpaka wa taifa la Kenya na Ethiopia.